Wote wa majiji yote, majiji yote, msichukue bidhaa za raia, msichukue bidhaa za raia. Hizo bidhaa ndio ofisi ya raia wetu, usichukue bidhaa kama ana jambo ambalo linahitaji kuelekezwa kuhusu masuala ya utaratibu, tushughulikie jambo linalohusu utaratibu, bidhaa yake aachiwe. Bidhaa halali aliyonayo mtu aachiwe, bidhaa hiyo ni mtaji, tusiwe mitaji ya watu. Huu utaratibu wa kuchukua bidhaa haukubaliki na mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, wafuatilieni wale waliochukua bidhaa hizo, warudishe. Kama wamepotea nazo, ni wezi kama wezi wengine. Kama raia amekosea kuwa mahali, bado haikupi wewe uhalali wa kuchukua zile bidhaa zile za kwako. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Tusicheze na mitaji hii, mitaji ni ofisi ya mtu. uamaaiaea amekaa as ninini anamfuuafumua sibebawajibeba nini ayaya kbali hii ni mitaji ya watu, hizi ni ofisi za watu. Ofisi lazima ziheshimiwe. Tumesema hatutapiga vita umaskini kama hatutaheshimu sekta binafsi, kama hatutaheshimu mitaji ya watu. Ndio hawa waliokimbia na, na, na, na a wa vijana watafutwe pale, watafutwe na ijulikane huo mzigo wameupeleka wapi. Kama wametokomea nao, wachukuliwe hatua kama wezi wengine. Kuwa ofisi ya jiji haikupi uhalali wewe kupoka mtaji wa mtu. Tumie swali hili kuambia na majiji mengine, msichukue mali za raia, na nitakuwa nafuatilia kila mkoa ninapopita. Nitakuwa natembelea maeneo waliko raia kila mkoa ninapopita. Mama yetu hapendi uonevu, rais wetu hapendi raia aonewe, rais wetu ni mtu wa haki. Baada ya kuapishwa alisema hata kama mtu amedaiwa kodi kubwa kuliko inayotakiwa arejeshewe. We unakuwaje huku taj mtani, huku una mtani pora mali ya mtu, hili halikubaliki. Waambie jiji a, watakuwa wanawajua, muulizeni hata vijana, inawezekana anajua hata majina yao, watafutwe. Anawajua, watafutwe, watafutwe, warudishe mali na kama wametokomea naye wachukuliwe hatua wanazochukuliwa wezi wengine.